Habari za Jumatatu, karibu sana hapa Ayo TV na MillardAyo.com katika uchambuzi wa magazeti tarehe 23 ya mwezi wa kwanza 2017, jina langu naitwa Alice Tupa. Lakini kabla sijaendelea na uchambuzi huu wa magazeti kwa siku ya leo, na kuletea hii kutoka kwa mtu wako wa nguvu Millard Ayo kutoka GSM Mall. Asante kwa kujiunga na mtu wako wa nguvu, ripota wako wa nguvu Millard Ayo. Hapa ni Pugu Road, Dar es Salaam. Leo nimetembelea kwa mara ya kwanza Danube Home, ambayo inapatikana GSM Mall. Eh, bana kujua kama kuna Watanzania wamewasogezea Watanzania wenzao vitu vyote vizuri. Sasa tembea na mimi tuone moja moja, jinsi ambavyo inakuwa. Ni mara nyingi utakuwa umemwona Millard Ayo akiposti picha mbalimbali za nyumba kwenye Instagram, Facebook, Twitter na kwenye millardayo.com sikuwahi kujua pia kama nitakutana na sehemu Dar es Salaam ambako wanauza vile vitu ambavyo vinakamilisha nyumba za nguvu kiukweli, siwezi kumaliza gorofa zote nne kukuonesha kila kitu, kwa sasa cha kufanya ni wewe kuja hapa GSM Mall Pugu Road ujionee na vingine vingi ambavyo sijakuonesha bado. Na habari kubwa ambazo tutaziangalia kwa undani zaidi kwa siku ya leo kutoka katika magazeti mbalimbali yaliyotufikia ni pamoja na habari inayosema Chadema yafunguka. Ni habari ambayo inapatikana katika gazeti la Nipashe, lakini pia kuna habari inayosema polisi yamsaka zitokabwe samaki kutoka China walivyonaswa Mbeya. Lakini pia gazeti la Mtanzania kuna habari kubwa inayosema mabomu yatawala uchaguzi wa marudio, profesa Lipumba anusurika kipigo akimbilia msikitini. Na moja kwa moja tukianza na gazeti la Nipashe mwanga jamii kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele habari kubwa inasema Chadema yafunguka yataja silaha yake kulikabili jeshi la polisi kafu yaliyohujuma uchaguzi dimani marehemu akipiga kura. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Nipashe nasema mwanasheria mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu amesema silaha yao ni mdomo na ataendelea kuitumia kuitaarifu jamii ya kimataifa juu ya vitendo walivyoviita vya kiuonevu wanavyofanyiwa na serikali katika kuendesha shughuli zao za kisiasa. Lissu ambaye pia ni waziri kivuli wa katiba na sheria aliyasema hayo katika

uchaguzi Dimani, na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi inasema, chama cha wananchi kafu kimelalamikia kuwepo kwa hujuma katika uchaguzi mdogo wa bunge jimbo la Dimani jana, ikiwemo kutumika kwa majina wapiga kura ambao ni marehemu. Mgombea wa kiti hicho kwa tiketi ya kafu Abdulrazak Atibu Ramadhani alisema aligundua kwa jina la dada yake limetumika kupigwa kura wakati alifariki dunia tangu Januari tano. Aidha, akizungumza na waandishi wa habari jana, mkurugenzi wa mipango na uchaguzi wa chama hicho Omar Ali Shehe alisema uchaguzi huo ulivurugu makusudi ili kukiwezesha chama cha mapinduzi CCM kushinda. Alisema uchaguzi huo ulitumia daftari la wapiga kura tofauti na waliokuwa nalo mawakala wa kafu vituoni na kwamba taarifa hizo liziripoti kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi neki, lakini hakuna hatua zilizochukuliwa. Alisema katika daftari hilo lilijawa wapiga kura mamluki waliopandikizwa kwa lengo la kuiwezesha CCM kushinda. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa huu ndani wa gazeti la Nipashe, lakini tukiangalia habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Nipashe nasema polisi wamsaka zito uchochezi. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi inasema kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zito Kabwe anasakwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za uchochezi dhidi ya Rais John Magufuli, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana kwa vyombo vya habari na Msafiri Mtemwela, naibu katibu mkuu wa chama hicho. Taarifa hiyo ilieleza kuwa Zito ambaye ni mbunge wa Kigoma mjini yuko mafichoni kwa hofu ya kukamatwa na polisi, lakini gari lake linashikiliwa na jeshi hilo mjini Kahama mkoani Shinyanga. Na tukiangalia habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa nane wa gazeti la Nipashe inasema: polisi wamsaka Zitto a uchochezi. Na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi inasema kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe anasakwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za uchochezi dhidi ya Rais John Magufuli, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana kwa vyombo vya habari na Msafiri Mtemwela, naibu katibu mkuu wa chama hicho. Taarifa hiyo ilieleza kuwa Zitto ambaye pia ni mbunge wa Kigoma mjini yupo mafichoni kwa hofu ya kukamatwa na polisi, lakini gari lake linashikiliwa na jeshi hilo mjini Kahama mkoani nyanga. Katika taarifa hiyo, Mtemwela alieleza kuwa juzi polisi wilayani Kahama wakiwa na magari saba manne kati yake akiwa kikosi cha kutuliza ghasia FFU, walitinga katika mkutano wa kampeni wa chama hicho uliokuwa unafanyika kwenye kata Isagehe, halmashauri ya mji wa Kahama. Ilieleza kuwa Zito alikuwa jukwani wakati polisi wanafika na aliendelea na hotuba yake mpaka mwisho kimnadi mgombea udiwani kupitia chama hicho Ibrahimu Masele kwa ajili ya uchaguzi uliofanyika jana. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma zaidi katika ukurasa huu wa nane wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine inasema Kilango asimulia simu ya uteuzi wa Magufuli, na habari hivi tukiangalia kwa undani zaidi inasema mbunge mteule ana Kilango malechela amefunguka na kueleza jinsi alivyopata taarifa rasmi za kuteuliwa na rais John Magufuli kushika wadhifa huo kwa njia ya simu. Juzi saa tatu na dakika hamsini na tisa usiku, kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu ilitoa taarifa kwa vyombo vya habari ikieleza kuwa Rais amemteua mwanasiasa huyo mkongwe kuwa mbunge. Taarifa hiyo ilieleza kuwa mbunge huyo mteule anaifanya idadi ya wabunge wa kuteuliwa na rais kuwa nane. Ataapishwa kwa mujibu wa taratibu za bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tukiliangalia gazeti la Mtanzania pia kwa siku ya leo, katika ukurasa wake mbele kuna habari kubwa inayosema mabomu ya tawala, uchaguzi wa marudio, dereva wa mbunge CHADEMA ajeruhiwa, sisemu aongoza ubunge, udiwani. Ni habari hiyo ambao naweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mtanzania. Lakini habari nyingine nasema Profesa Lipumba anusurika kipigo, akimbilia msikitini ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili, na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi inasema mwenyekiti wa chama cha wananchi Kafu anayetambuliwa na msajili wa vyama vya siasa Profesa Ibrahim Lipumba amenusurika kupigwa na vijana wanaoaminika kuwa ni wa Ukawa wakati akitoka kwenye mkutano wa kampeni mjini Morogoro, katika vurugu zilizotokea juzi jioni. Wakati vijana wa Ukawa na kikundi cha ulinzi cha Kafu Dar es Salaam wakiwa na Profesa Lipumba walikuwa wakitoka kwenye mikutano ya kampeni maeneo tofauti, walipokutana barabarani na kuanza kurushiana maneno na hatimaye kupigana. Katika vurugu hizo vijana wa UKAWA waliwazidi wenzao wa blugadi wa profesa Lipumba, na kulazimika kukimbilia kwenye msikiti wa mungu mmoja dini mmoja ili kujinusuru. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mtanzania zinasema zito kabwa sakwa na polisi. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne. Lakini pia Kilango asema rais ametambua uwezo wangu, na pia kuna habari ya michezo inayosema Simba yazima polisi. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mtanzania, na habari hizi unaweza kuendelea kuzi zaidi. Gazeti la Habari Leo kwa siku ya leo nalo katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema Kilango aongeza joto mabadiliko ya mawaziri. Amshukuru Rais Magufuli asema ni mipango ya Mungu. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo. Lakini habari nyingine zinasema Jecha aibuka tetea kufuta uchaguzi Zanzibar, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Lakini pia mamia wapiga kura dimani walimsaba wanaofundisha shule ya kijiji cha Nyambunda kata ya Bungo wilayani Kibiti Pwani wameomba kuhama kwa kuhofia maisha yao. Lakini pia kuna habari inayosema ya jamii ameondoka nchini Gambia kwa kupanda ndege kwenda Guinea baada ya kuridhika kuwa ameshindwa katika uchaguzi mkuu. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika gazeti la habari leo, na habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Na tukiangalia habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa huu mbele wa gazeti la habari leo inasema Jecha ibuka atetea kufuta uchaguzi Zanzibar. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa wa pili wa gazeti hili la habari leo inasema baada ya kimya kirefu hatimaye mwenyekiti wa tume uchaguzi Zanzibar Zeki Jecha Salim Jecha amefunguka na kueleza kuwa uamuzi alouchukua kufuta uchaguzi wa Zanzibar mwaka 2015 baada ya kubainika kuwa na dosari, ulifanyika kwa kufuata taratibu, kanuni, sheria na katiba ya Zanzibar. Jecha aliyasema hayo wakati akio... taatib kujua na kipindi cha Funguka kinachorushwa na kituo cha televisheni ya Azam na kusisitiza kuwa hana wasiwasi wala hofu yoyote kwa kuwa hatua hiyo aliyochukua kufuta uchaguzi kwa kuwa alifuata misingi yote ya sheria na katiba. Habari nyingine zinasema mamia wapiga kura dimani ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili, lakini pia kuna habari inasema walimu saba wanaofundisha shule za kijiji cha Nyambunda kata ya Bungu ilani Kibiti Pwani wameomba kuhama kwa kuhofia maisha yao. Habari nyingine ya kimataifa inasema ya haya jamii ya jamiya, kuondoka nchini Gambia kwa kupanda ndege kwenda Guinea baada ya kuridhika kuwa ameshindwa katika uchaguzi mkuu. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo, na habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Tanzania Daima, sauti ya watu, kwa siku ya leo nalo, katika ukurasa wa mbele kuna habari unasema, Kafulila asema uteuzi usitolewe kama njugu. Acha mbao, uteuzi wa mama Kilango akumbusha kauli rais, kwamba mtu akiharibu sehemu moja asipelekwe sehemu nyingine. Ni habari hiyo ambayo wanaendelea katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Tanzania Daima. Habari nyingine nasema marehemu wapigishwa kura Zanzibar, mawakala wa wagombea kafu wakamatwa na polisi. Ni habari hiyo pia ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Tanzania Daima. Wachina wafanya unyama tena Geita, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano, lakini pia serikali yalipa watumishi bilioni ishirini na tisa. Padre asema nchi na ugonjwa utumbuaji, lakini pia Bavicha aliye na polisi, na pia kuna habari ya michezo na sema Simba ifuata Yanga Tabora kombe. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo naweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika gazeti hili la Tanzania Daima. Majira, gazeti hili la kila siku kwa siku ya leo, nalo katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema, Zito asakwa adaiwa kufanya uchochezi dhidi ya rais kwa wananchi, ACT wasema yuko salama, wataka utaratibu ufuatwe. Ni habari hiyo ambayo naweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Majira. Kamanda mstaafu Muhamed Chiko afariki dunia, ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne lakini pia kuna habari nasema uchaguzi ubunge udiwani CCM watamba tamba Zanzibar bara wa chuana. Ni habari hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa wa nne gazeti hili la majira. Lakini pia kuna habari nyingine zinazosema majaliwa wasema serikali imelipa madeni ya watumishi bilioni 29 watumishi saba mbinga nyasa baroni kwa upotevu wa shilingi milioni tano. Lakini pia kuna habari ya michezo nasema Simba ifuata Yanga. Ni habari hizo zote kwa siku leo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa gazeti la majira. Habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi, na tukimalizia na gazeti la Uhuru kweli daima kwa siku ya leo. Katika ukurasa wa mbele kuna habari unaosema sisi sehemu yashinda kwa kishindo, yaongoza kwa kura nyingi, dimani wengi walijitokeza kupiga kura. Lakini pia kuna habari unaosema Jecha akata mzizi wa fitina, adai alichofanya Maalim Seif uchaguzi wa mwaka 2015 ni uhuni wa kisasa, afichua kura zilizotangazwa na kafu zilipikwa, hazikuwa na ukweli. Ni habari hiyo nyingine pia ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Uhuru. Tameko yadaiwa kuuzwa kinyemela, ni habari nyingine hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Lakini pia mfanyakazi taasisi ya mikopo ya jinyonga, serikali alipa deni ya shilingi bilioni ishirini na tisa kwa watumishi. Lakini pia ana Kilango lakini pia ana Kilango au kwa ubunge ahidi mazito kwa Rais Magufuli. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Uhuru, na habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. na tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo tuna gazeti la Ijumaa peke yake, ambapo gazeti hili kama mnavyoona katika ukurasa wa mbele kuna habari tu nyingi za udaku, lakini pia katika ukurasa wa nyuma gazeti hili kuna habari tu nyingi za udaku, na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika ukurasa za ndani mwa gazeti hili la Ijumaa. Lakini pia katika magazeti ya michezo kwa siku ya leo tuna gazeti la Mwanasporti pamoja na gazeti la Bingwa, ambapo gazeti la Mwanasporti katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema, babu wa Loliondo aibukia Yanga. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Mwanasporti. Lakini habari nyingine inasema juu huko, ni habari nyingine, Simba ampi um, kubosuni, habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili, lakini pia Simba apiga mtu tujida ni habari hiyo nyingine, lakini pia kuna habari ya kimataifa inayosema Arsenal watamu hao namba mbili. Na katika ukurasa wa nyuma gazeti la Mwanasipoti kuna habari inayosema hakuna mchezo Master wa Man United wameshikwa pabaya, ni habari hiyo ambayo inaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Mwanasipoti. Lakini gazeti la Bingwa nalo kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele kuna habari inayosema projimu wa timu ya Komoro, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili, lakini pia Yanga yanunua mechi milioni 20 lengo ni kuitibulia lengo ni kuitibulia Simba mbio za ubingwa. Na tukiziangalia habari ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa mbele gazeti la Bingwa zinasema Yanga anonua mechi milioni ishirini, lengo ni kuitibulia Simba mbio za ubingwa. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Bingwa. Habari nyingine inasema Simba ifuata Yanga FA. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili, plujim watimkia Komoro, lakini pia Uganda walilia bahati AFCON na elfu mbili na kumi na saba. Habari za kimataifa ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu ambao gazeti la Bingwa zinasema Arsenal yachupa nafasi ya pili, lakini pia welcome back

na safu yake ya ulinzi. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Bingwa, na kwa siku ya leo tumefikia tamati katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa AyoTV na millardayo.com. Lakini kwa habari zetu nyingi kama kawaida, endelea kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo. Lakini pia usisite kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo. Vodacom kupitia promotion yao wanaogesha upendo, bado wanaendelea kunogesha upendo na wewe, mtu wa nguvu la kujiunga na vifurushi mbalimbali kutoka Vodacom, kwani unaweza kujishindia laki moja kila siku ambapo washindi ishirini na sita wanapatikana. Lakini pia unaweza kujishindia shilingi milioni moja ambapo washindi hamsini kwa wiki wanapatikana. Jina langu naitwa Alice Tupa.